Wa Mkunduge. Kwanza mwenyekiti, katibu na kamati ya siasa yote ya tawi la Mkunduge, shikamooni. Wakazi wa Mkunduge shikamooni. Tumetembea, tumetembea matawi kama matano leo, lakini hatujapata mapokezi kama tuliyoyapata Mkunduge shikamooni. Mkunduge owe. Ndugu zangu, ndugu zangu Leo tumekuja kwenu, tumekuja kwenu kwa lengo moja tu, kuja kuwaomba, kuja kuwaomba mtupigie kura, mtupigie kura tarehe ishirini na tisa Oktoba, Mungu akipenda. Tuna siku kama ishirini na sita, ishirini na saba zimebaki. Mkapigie kura Chama cha Mapinduzi, mkapigie kura chama, chama wagombea wa Chama cha Mapinduzi, kwanza, ninawaomba Mkunduge, nawaomba mkamchague mama yetu Dr Samia Hassan Suluhu. Amepata ajapata? Pili, namba mbili, naomba mkamchague kaka yangu Talimba Abas Kulamu. Amepata ajapata? Mwisho mwisho, namba tatu mkamchague kipenzi chenu mwanenu. Pata, pata. Pata. Sasa, wa ukae amepata hajapata sasa mheshimiwa Talimba Talimba, mkunduge. Wamenituma wamenituma nikwambie, wana kelo kero ya kwanza ni mifereji ya kupitisha maji kwenda Mtong'ombe. Uongo kweli? Uongo kweli? Kero ya pili wamenituma barabara ya Rasco. Uongo kweli? Kweli. Kero ya tatu wamenituma barabara ya Lingo la Kuni. Uongo kweli? Kweli. Na kero ya mwisho wamenituma mikopo ya kina mama. Uongo kweli? Kweli. Ndugu zangu Mheshimiwa Tarimba Mtogole e, mkunduge, kiukweli kiukweli umewasaidia sana sana sana. Uongo kweli? Kweli. Mheshimiwa Talimba, kabla ya utawala wako, mvua kama ilionyesha leo hapa tusingekaa. Uongo kweli? Talimba ukapigana, ukapambana watu wakalipa fidia na mtu ng'ombe umekwisha. Uongo kweli? Mafuriko yapo hamna? Mheshimiwa Talimba, umepambana umepambana. Umejenga barabara kutoka Olimpiki mpaka Manjunju. Uongo kweli? Ilikuwa ukienda Kinondoni kutoka Tandale unapita kata tano, unapita Ndugumbi, unapita Magomeni, unapita sijui nanasifu, unapita Kinondoni. Uongo kweli? Sasa hivi unakwenda Kinondoni dakika moja tu. Uongo kweli? Talimba, umefanya makubwa sana, mkunduge, ila bado una deni ambalo nilikwambia. Uongo kweli? Sasa niwaambieni, niseme nsiseme? Tarehe ishirini na tisa mkaenda kumchagua Talimba, mkaenda kumchagua Mama Samia, mkaenda kunichagua mie. Kwanza tunakwenda kutanua kituo cha afya Tandale, gorofa tano Tuna kwenda kuweka CT scan, tunakwenda kuweka MRI, tunakwenda kuweka X-ray. Huduma zote ambazo mnapata Amana, Palestina, Mwananyamala mnakwenda kupata Tandale. Tandale oe, oe. Talimba oe, oe. oe. Tunakwenda kutanua mto Mwangosi, najua ni kero kubwa sana mkunduge, uongo kweli tunakwenda kujenga mto Mwangosi kama mto Ng'ombe. Tunakwenda kujenga barabara ya kuanzia kwa tumbo mpaka Pakacha. Tandale oe. Tandale oe. Mwisho Talimba atakuja kusema kero zenu na mambo makubwa ambayo ameandaa kwenye squat area aswa Mkunduge. Tunakwenda siku mia moja siku mia moja za Mama Samia tunakwenda kutoa bima bure za kina mama wajawazito, kina mama wazee na wazee wa kiume. Tandale oe. oe. Tandale oe! Talimba oe! Talimba, kikao chako njoo, ongea na wananchi wa Mkunduge, njoo, ongea na wananchi wa Tandale, Mkunduge oe!